Babu suali wal futiya inda ramyi si ljimali, mlango huu azungumzia kuuliza swali na kutoa fatwa. Eh, wakati wa kutupa vile, eh, vijiwe katika ibada ya haji ni ipi hukumu hapa? Anazungumzia mambo mawili, swala la kumuuliza ali akiwa anatupa mawe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

inda aljamra katika ibada ya, ya kutupa vimawe katika ile nguzo ya kutupa mawe wahuwa <أتحد> yusal hali ya kuwa akifanya nini ikhwa akiulizwa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 Faqala rajulun mmoja katika waulizaji akasema ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, Allah, Allah. nahartu qabla an armia, mimi nimechinja kabla ya kutupa mawe, mawe. nimechinja kabla ya kutupa nini mimini mawe kwa sababu miongoni katika ibada zinazofanyika siku hiyo ya kumi ni kuchinja na kutupa mawe. Simenielewa? Kuchinja mahujaji wanachinja siku hiyo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 Unaona namna ujinga ulivyokaa katika. Mwingine anaenda anavua kilemba, anarusha uspa, simenele. Unaona kina mama na wao wanakimbilia kununua nguo nyeupe, wanavaa wanavaa vilemba, ili na yeye aonekane ametoka hija. Yaani, kuna mambo, mambo ya ajabu, kwa sababu eh, siku hizi kwenda hija ni pasipoti simenilea, na uwezo na pesa. Kwa hiyo eh, haiangaliwi kituko kinachokwenda kule kikoje.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 Eh, hey, hey, hey, hey! Mwingine anakuta amekaa na mwanamke tu ka, ka, ka. Nimekuta kabisa kwenye kaba mtu kamshika kam, kam, mwanamke mkono si mke wake labda. Kwa hiyo kuna vituko vituko, kuna vituko. Eh, kuna watu wamevaa maisbali natuambia nini bwana isbali. Nimeona mwenyewe maka saliondoka tu mjinga mwenzako na yeye kafanya isbali au kafanya. Kwa hiyo pale kuna mambo, kuna mambo mengi ya ajabu ajabu nam eka kisha eh, Mtume sallallahu alaihi wasallam eh, Mtume akamwambia, irni wala haraj, aina shida, maadamu umesha chinja wewe, tupa. Hamna tatizo, tupa tu mawe. hata ja kama umechinja kabla, afanyaje? ya kutupa tupa. Alimjibu, alimpa fatwa hiyo, na Mtume anaendelea na ibada zake. qala akhar, akaja mwingine akauliza ya Rasulullah llah halaktu kabla an anhara aht, nimenyoa nywele kabla ya kuchinja hii pia iko je? Ya Rasul, mimi nishanyae. Na maswali hayo ni mengi ukiwa kwenye hija, tena ni mtume wa Allah fa imtume kwa sababu ni ibada ngeni kwenye maisha yako, yule kiongozi utakayeondoka na maana viongozi wengine wasiokuwa na huruma wakifika kule wanachomoka na wakimbia maujaji akifika kule anatafuta nanii chochoro yake, anakaa huko, hamumpati. Anakuja usiku kupanga ratiba ya kesho, anaachia wanafunzi nini, mnakaa huko, mtafanya hija, vituko siminaleo. <laughs> utaenda huko juu, unaanzia wapi? unarudi huko, unarudi kule. Allahi Allah, allah tukubalie hizi hija, hizi haji. Kuna watu wanaenda, wanarudi, hakuna hija waliopanda a na watu wanaopeleka watu mahujaji ma, wa, e, wa mcha Allah tabarak wataala wao wanachokilenga ni hela, simenielewa? Yeye akishafikisha bali ay, mimi nimeshuhudia watu wanapeleka mahujaji wao hawaswali, yuko zake tu hotelini, simenielewa? Wala aani atakuja kumuona kwenye hija na penye atavaa, kwa sababu wanapeleka mahujaji, yaani ile ibada yeye alimshughulishiana, amekuja kibiashara zaidi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 kule Nuruddin adikish alipeleka watu kule, watu anata wunui... akawa anatuambia akafanyia watu talbia, akawahirimisha mahali ambapo ma sipo yeah. Katoka shekhe yeah, huku hehe, vile ni vitu tu vya uzoefu. Naweza kukuta mtu si hehe, anakuongoza ana watu kawazungusha, wamechoka, wamepeleka kwenye ziara ziara ambazo sizo, yeah, kule maziara ambayo hayapo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 ambia wewe uko wapi? Mwanachuoni fulani ameandika kitabu mambo haya, kama unaingia msikitini ukusudi kufanya chochote na ukawa na swala kambili <tokatikana> au akamwelezea masala, soma hicho kitabu. Kumbe ana mwenye kitabu ndio yeye anayeuliza. Fahimtu yeye faim, ndio yeye ha Ibnu Hazmi, na hivyo hivyo fahimtu kwa sababu alikuwa hajawahi kuhiji, aliofika kule badala eh. E, badala ya, ya kupiga ukitoka swafa ukaenda marua e. Ukienda inahesabika mara moja, ukirudi inahesabika mara ngapi? Mbili. Kwa hiyo unatakiwa zunguke mara saba. Unatoka swafa unaenda marua mwa, ni moja hiyo. Ukitoka marua ukarudi swafa ni ngapi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 tumefursa kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahamu tumeweka. Lakini jambo lingine kwamba yafaa kushughulika na ibada mbili kwa wakati mmoja, kama mnakuwa hamna shida, ukashughulika na ibada ila ibadai. Mtume sa salma alikuwa anashughulika na ibada ya ramu Jamarat huku anashughulika na ibada ya kutoa ilmu, fahamu tumeweka lakini pia, pia tunajifunza kwamba la yajuzu takhiru lbayan ya, an wakti lhaja, haifai kuchelewesha kubainisha jambo wakati linapokuwa linahitajika, simani elewa, haifai kulichelewesha jambo kulibainisha wakati inapokuwa linafanya nini, lakini yafaa kulichelewesha hilo jambo mpaka muda wa, wa haja, paka muda ufike mpaka muda huo ufanye nini ufike. Kwa hiyo haifai kulichewesha mpaka kabla ya muda wake. Kwa hiyo alhasi ni kwamba, pia e, tuna tunajifunza kwamba huruma ya maulamaa, huruma ya wanachuoni dai lazima uwe na subra kwa wanafunzi tuma ameulizwa na huyu, ameulizwa huyu, kila mmoja anamjibu mjimu. Simenielewa? we ukiulizwa moja, shehe vipi, moja mbili tatu, nauliza swali lingine, swali lingine la tatu, aaise sisi tulijiwekeza kwenye kusoma nii, mmejiwekeza kwenye mambo mengine. Kwa hiyo tuheshimiane, fahimu eh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 aliuliza swali hili eh, menelewa? Ipi hukumu ya mtu kuswali mikono iko mgongoni? Enelewa? Sasa sio, nauliza maswali gani haya eh? Mjibu tu fahamu tu, kwa a migongoni, awezekana yeye alimuona mtu ameswali eh, kapata labda ajali ile mikono haitoki huko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 Basi kwa inakuwaje, kwa lazima tutumie fursa ya kufanya nini, ya kusoma. Unapopata muda wa kukutana hawa masahaba, wa kuhaji wamepata fursa ya kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakusubiri wao ni kutafuta ilmu. Na miongoni mwa malengo makubwa, mtu anapoenda hija kutekeleza ibada ya hija, aweke malengo pia ya kutafuta nini, kwa ya kutafuta ilmu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 fa ukhbirahu bima faala. Eh, ungeudi wa ujana ningewambia kitu gani kimefanya uzee? Nabaki laita, yanfau laita laiti, ningefanya laita, ningefanya laita, haisaidii wakati ume shavaya nini shaenda. Napopata fursa, pata fursa ya kusoma itumie, wezijua kesho na kesho ito anafanyaje